Na nami mwenyewe niko hapa duniani, napambana usiku na mchana. Kila mmoja azingatie kutafuta fedha na afanye kazi kwa bidii. Mnasikia? Mnasikia? Usipokuwa na fedha, dharau uja kule, maisha yako dharau ni kubwa. Mtu asiyokuwa na fedha halo Kunataka kwa nisisitize kwamba kila mmoja aone kwamba baada ya semina hii, baada ya ibada hii, wakati wenzetu wameenda kula pilau, nyie mkitoka hapa, nendeni mkafanya kazi, ili wanaokula pilau waje wanunue vitu kwenu. Hiyo pilau waachie, mna ushakula pilau nyingi sana. Nimesemaje? Kwani pilau ngapi umekula kama hivi? Kwa nataka kila mmoja aanze kuwa na daftari na ile frame ya fedha, mtiririko wa kifedha zinavyoingia na zinavyotoka. Ukikosa hiyo ndio maana nimewashauri na kuwashauri na kuwaelekeza fungueni account. Fedha yoyote inayotoka kwenye account ina ulinzi, kwa sababu ukienda kuchukua bank statement utajua. Amen. Na uzuri saa hizi kune simu ukiwa natoa, unaweza kuandika sababu ya kutoa, kwamba natoa kwa sababu hii na kule benki wanaandika. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenzangu, m mwenzako, fedha usizalau kwa sababu ni jawabu la mambo lokole wanakesha na kuomba, wengine mpaka wanafia kwenye maombi, akirudi nyumbani nafuturu miogo, si ndio? Mimi siamini, mwanzo unaweza kuwa mgumu sana, lakini siamini miaka yote kuwa mgumu, si kweli, kwa sababu nachoamini, Mungu atakubariki pesa hii. Hivi ndugu zako wapo jela. Ah ah. Oya nikwambie. Una ndugu mwenye hela? Naomba nikwambie, ukimpigia simu ndugu mwenye hela, mnaongea dakika ngapi? Eh? Sekunde. Na nana napiga. ndio anatafuta undugu sana eh? Ah, sana. Watu hawataki hivi. Naelewa vizuri mimi. Leo nimekuja na semina ya hela, umiliki na utawala. Nazungumzia fedha tu. Ambaye hana hela kwenye familia, ndio anayetafutaga undugu. Mmeamkaje huko? mko vizuri? Watoto wanarudi shuleni. Yaani, yaani wewe ndo wakuuliziaga tu. Ina maana wewe una watoto wanaosoma. Wewe watarudi wapi wakati unawaona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, unataka kumpeleka China? Akitaka kumpeleka mtoto wake China kwenda kusoma? Eh, tunamuombea tu. Wewe utakuwa ni wa kuomba. Aende wapi? Yanawaingia haya. Naomba kila mmoja mwenye masikio na anisikie kwamba kuna wajibu na iko haja kufanya kazi usiku na mchana na kutunza fedha na uwe na fedha. Amina. Haleluya. Amina. Nimesemaje? Sikiliza, umenunua basi, si ndio? Umeajiri watu kule. Siio unaanza kusema oh, oh, oh Jumapili, gari yangu haifanyi kazi. siio haifanyi mlogwa, ae aliye kuloga. Kaka anayefungua duka na mimi naye ingiza gari barabarani nini? Gari barabarani. Agolokole yeah. Nie, mnapuziapuzia sana peha ikuizokweli. Alafu kwenye kutafuta mivivu nikifanya kazi leo, sikiliza, fanya kazi kama punda, weka mahesabu na malengo, Mungu anakusaidia. Yesu alikuwa na ubili njini, anatembea kwa mguu kijiji na kijiji na alikuwa akifika mahali anachoka, anakaa. Lakini akichoka, maanake anaendea safari tena. Nimesema jamani, lakini anaendea na kazi. Nikuambia hivi, kama ujafungua akaunti huko ndani ya benki na nimesha mara kumi, mara ishirini, unanikosea unanikosea, unaweza kunamkosea ule bwana. Kuna pesa nyingine inatokea, Mungu anataka kubariki inatokea, si ndio? Ikitokea ili utulize, lakini Amen. Mtu amerusha fedha kwenye simu yako unaipiga kwanza, inaenda wapi? Unasema jamani, ili utulize nini? Ndio maana benki, ukienda kudro sasa hivi milioni hamsini, hawakuruhusu. Kwa nini? Wajua hii ni hatari, si ndio? Ulishawahi kuona serikali inalipa nje ya mfumo wa benki. Fedha ni jawabu la mambo yote, nani anakubali? Kabisa, ni jawabu la mambo yote. Hata hivyo ulivyopendeza ni matokeo in ya fedha. Hata hivyo ulivyovaa ni matokeo a nini? Isingekuwa fedha, usingevaa hivyo, lakini nguo hiyo uvaa inaleta yani, ni thamani ya ulivyo eh? ni thamani ulivyo kifedha Bwana Yesu asifiwe ngoja niwaambie hawa yaani kitenge cha shilingi elfu kumi na nane kinaweza kufanana na kitenge cha elfu hamsini ni kweli nikwesu kinaweza kufanana na maua tu lakini thamani yake ni vitu viwili wa mama ninajua asi kuna vipande nonoshe inginea ah. Kuna mtu mmoja akaniambia, baba, hizo duka hizo za kuuza nguo, hata mashati hayo kama hayo yapo huku yao ambaao alioaew ndiyo, mengine yapo huku yanafanana kabisa. Baba aba wewe, yanafanana lakini samani yake na matije yake ni vitu hili kinachotofautisha, mwingine anavaa shati la elfu kumi na mwingine elfu tano na mwingine elfu ishirini na mwingine elfu thelathini ni nini? samani na kiwango cha fedha. <laughs> Usilazimishe kufika huko au kufanya kitu ambacho unafikia. Kwa mfano, nilisema hapa ndani wanagoni wengi

kinachosababisha ni nini? Haleluya, haleluya! Fedha ni jawabu la mambo yeah, yote. Huyu mwumbili amesema, mwenzako hivi. Ukipata sasa hivi, kuna mtu mmoja aliingia kwenye maombi, Baba tupeela nipeaua nikikupa mioimetatuafanya na maombi akakata papo kuna mtu ukimwambia milioni mia tatu wala hawezi kuongea, anamua kiwanja hapa mjini hapa milioni mia ngapi? Mia tatu mpaka mia sita si ndio? Mtu siwezi kuwa mdhamini wa kanisa lenu msipokaa vizuri ni marufuku mtu kuzurura zurura. Kila mmoja akawajibike, na usipoheshimu mwanzo hauwezi kuheshimu na kukwenda. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani, mmenelewa hapo? Tuhame, kila mmoja ameshajua fedha, jambo la mambo yote. Kitabu cha Mwanzo, Mwanzo wa kumi na tatu mbili.